Bunge pao sasa, leo tumeona serikali ya kasongo iko na uoga. iko na uoga kiasi ya kwamba itaanguka kitia mbele North na pia itaanguka Malava, na ndio maana sasa, wametuma wale maguns wa serikali ambao ni baya spikas na ule mtu mwingine wa serikali tu, wamekuwa pale Malava, wameenda kuendeleza siasa za ukabila na siasa ya fujo, na tunataka tuwambie hivi DCI, NIS na vikosi yote ya serikali muhakikishe kwamba wale watu walivuruga mkutano na watavila wamekamatwa, la sio hivyo, tutaitisha maandamano makubwa sana Kenya hii ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake. Hatutakubali. Baba majuko amezikwa juzi, mmeanza sarakasi za kwanza kupiga viongozi mawe, na tunao ni kuambia watangula, usi dhubutu kanyaga Vihiga. Mimi nakwambia kama mkazi ya mimi, kama mtu ambaye anatoka Vihiga, usi kanyaga Vihiga wewe na kanyaga kwa kipeto, tutaonyesha moto. Mkitaka vita, tutaonyesha vita. Tunajua vita Msifikiria sisi wenye mmefanya kule pulak, kule pulak, Kabuchai. Sisi tuta tunatetea, tunajua fujo. Hata sisi nataka nikwambia wewe Faruki bet panga mambo ya huko kwa wengi wasingishi mambo ya, ya, ako, ko, ko, oe, singishu, ya promises. Wewe ni wachana nayo kabisa wewe ni nyenyemea MPP pia wa president. Wewe hauna mandatory ama authority yote kuja kutuambia kitu ya, ya western, na tutachagua nani wakati tunachagua Ruto. Wewe tutaambia uchague Ruto, tunataka tuambie sisi. Hatutaki mambo ya serikali ya kasongo na lazima muende nyumbani, na ni hivyo nimemaliza.